Kufuatia ahadi iliyotolewa na Dar es Salaam Tanzania TV kwa kanisa la FPCT Rusumo, mkurugenzi wa Dar es Salaam Tanzania TV ndugu Jehoshafati William Mtarambigwa amefika kanisani hapo Jumapili ya leo kumi na mbili Oktoba ili kutimiza ahadi hiyo, ambapo amefanikiwa kuchangia kiasi cha pesa taslimu laki tano kwa ajili ya kuendeleza utume kanisani hapo. TV kwa ajili ya habari ya safari ya siri ya, ya upendo. Na leo nimekuja kwa ajili ya jambo mojawapo, ni habari ya safari ya siri ya upendo ambao u ninyi ndio onyesha kwetu, na sisi tukawaahidi kwamba sio siku ile tu tumekuja ila kwa hiyo niseme kwamba leo nimekuja tena. Tunaomba ndugu yetu tupokee. Asante. Wakati tunatoka hapa kwa mara ya mwisho kuna

kiasi cha taslimu shilingi laki tano na kari itakavyompendeza Mungu, tutaendelea kutumwaya naye kwa ajili ya kuhakikisha kazi ya Bwana inaenda vizuri. Mchungaji ameshatambulisha majina yangu, kuna wakilu kwa mizawa na na TV, majina imkurugezimajina lioeshtumeambatana na watangazaji wa kutoka katika midia yetu, tafadhali mamniohpiga mkono. Kuna watu wengine tulitarajia kuonao, lakini tukufanikia kwa sababu ya majukumu mbalimbali. Kama mnavyoona na mimi nimekuja kwa wakati huu na ilitakiwa ni ili lakini, ya asubuhi lakini walikuwa wamekuwa mazito, lakini yote yote, namshukuru Mungu kukua, ya <coughs> nahaya, wa, uh, kiasi kwa kuwa amenifanikisha kufika mahali hapa. Kama na haya nipende kwa mwasibu ili niweze kukabidhi na kiasi cha pesa watu wanakleta kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Sijaenda kwenye mahasa kwa sababu hii ni pesa